Wakandarasi wazawa ukiangalia mwaka elfu mbili na kumi na nane wazawa walipata kazi kumi na nane kumi na tisa kazi ya thamani ya milioni, milioni mia moja themanini na saba wakigeni wakapata kazi ya thamani ya milioni mia tano tisini na moja Mwaka ishirini na mbili ishirini na tatu wazawa wakapata kazi ya, ya bilioni arobaini na mbili wageni wakapata kazi ya thamani ya trilioni 5.532. Mheshimiwa, ukiangalia barabara bara, zetu hatuzungumzi hizi kilomita moja sui vibarabara vya vumbi, hizi kazi za njanja. Tunazungumza za mabilioni, chinese companies more than 80%. Nendeni kwenye rajani mwangalie. Hizi trilioni tano point tano zingebaki kwa wakandarasi wetu wazawa, ama tuwawezeshe, tungefika hapa hivi? Kuna kampuni ya kitanzania ya wakandarasi ina ubavu wa kuenda China na kupewa kazi Nimeangalia airport zetu tunazojenga, tunajenga viwanja vya ndege kumi na tano. Miradi mitatu bado kandarasi hazijapatikana. Mradi mmoja ndio ule jamaa anaitwa Mayongo Construction ambayo anajenga Geita, miradi kumi na moja yote ya kigeni. Yaani, wakati yule anayejenga Geita ameambulia bilioni zake 59 za kandarasi. Chinese companies bilioni 880 viwanja kumi na tano vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii nchi yetu tena, nilikuwa anaangalia makandarasi waliosajiliwa wako elfu kumi na tatu kuna mfuko wa kusaidia wakandarasi ambao wanaweza duni, tuseme wanaweza duni heti, wizara imetenga fuko shilingi bilioni nne, yaani mfuko maalum wa kusaidia wakandarasi wa Tanzania ambao labda wana uwezo wote mwingine isipokuwa pesa, shilingi bilioni nne. Mimi ni What? A shame. Mimini, Niseme mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, hakuna wa kuibadilisha hii nchi zaidi ya sisi wenyewe. Tunasomesha watoto wetu, tunasomesha vijana wetu, wakae na hizi taaluma za ujenzi na majenzi, tutumie akili zaidi, tusaidie taifa hili. Nashukuru mheshimiwa.